Wasanii fanyeni kazi, acheni kuwatuma machawa waje wawashauri watu. Kama mnataka mwimbe kwaya, mwimbe kwaya, mumsifu Mungu, hapo tuta support kwa sababu hapo mtaanza kuleta mchango kwenye jamii, mtaanza kuleta mchango kwenye taifa mkianza kuimba kwaya. Lakini hizo nyimbo zenu, kila siku mnaimba mapenzi. Sasa mapenzi, jamani, watu hawanafai tena, bado mnaimba, mnaimba nini? Kwanza nyimbo zenu, mara inaga ushemeji tunakulana, yani hapo tayari mnaleta ushawishi kwenye jamii, watu, mtu na shemeji yake wafanye ngono, hmm. Aina gani ushemengi tunakulaga? nyimbo zipi? mtu anaimba cha peke yako kabuli dada, yani hata mdogo wako apite tuna mke wako ya, hata kaka yako tu apite na mke wako. Aina gani ushemengi tunakula, cha peke yako kabuli dada, yani hata mdogo wake wa mwanamke apite na mume wake wa dada yake. Sasa nyinyi mnaelimisha jamii, nyinyi si mnapotosha watu? Alafu mnajifanya mmepoa, mmepoa, naimba maujinga, naimba maujinga basi mwimbe hata nyimbo za kuza kuelimisha watu, hata kama kwaya muwezi mwimbe nyimbo za kuelimisha taifa, watu waelimike, waseme tuko na vioo vya jamii. Sasa nyinyi vioo vya jamii, vioo gani? Kwanza mimi wanavyowahitaji nyinyi ni vioo vya jamii, mimi sionagi mnafundisha vitu gani, kwa sababu nyimbo zenu kwa asilimia kubwa watu wako uchi kwenye video zenu. Hamuelimishi jamii, hamuelimishi. Nyimbo zenu mtu akisikiliza, kama angalii video, nyimbo zenu zimejaa uchonganishi wa kuvunja ndoa za watu, uchonganishi wa kufanya uzizi na uasherati. Na watu wakifanya uzizi hawafanikiwi, uzizi na mafanikio haviendani. Vijana watazini watajisahau, inafika uzeeni ndo wanakumbuka sasa kwamba oh kumbe nishazeeka tayari, kashawapa pesa mabinti, kahonga malaya huko, kabeba mikosi na hela. Hana aliyemshawishi msanii wa Bongo Flava kwamba nyimbo gani. Nisikia wanaimba ile pesa za kwangu mwenyewe sijui, usinishauri mimi, naimba mauchinga. Alafu fanyeni kazi fanyeni kazi fanyeni kazi, mwache kutuma machawa waje waombe msamaha watu, fanyeni kazi, anzeni kujenga eh, anzeni vilimo vya umwagiliaji, fungueni hata mahoteli, kwani hela hamna? Nye vipi, nyinyi sio vioo vya jamii. Nyinyi sio vioo vya jamii, mmesababisha wanawake wavae nguo fupi. Mmesababisha wanawake wasikae kwenye ndoa zao kwa sababu ya nyimbo zenu. Ukweli ndio huo, nyimbo zenu zimejaa uchonganishi. Nyimbo zenu zimejaa uzinzi. Hamuelimishi jamii, mnapotosha. Alafu eti vioo, vioo gani nyinyi? Hamna, hakuna vioo. Nyinyi ni weusi. Labda ukaanza kuimba, kuimba gospel ama ukiimba nyimbo za kuelimisha watu au taifa. Hapo nitakuelewa, wewe ni kioo cha jamii. Imba hata mwanamke kujitunza, mwanamke kujiheshimu, mwanamke kujistiri, hapo tayari unaili, unaelimisha jamii. Lakini unaimba eti cha peke yako kaburi, ainazo ushemeki, tunakulaga. We sio kio cha jamii, we ni mharibifu, tena umetumwa na kuzimu. Nyimbo zenu hazifai kama mtu mwenye akili hivi. Nyimbo gani nyinyi wasanii wa Bongo Fleva mtu anaweza kaangalia na baba yake? Nyimbo gani nyinyi wasanii wa Bongo Fleva mtu anaweza kaangalia na mama yake na dada yake? Nyimbo gani? Na kama mtu hawezi kuangalia na baba au ndugu ama wazazi, zinaelimi, kwa nini asiangalie nao na zinaelimisha? Na nyinyi ni vio, sio vio vya jamii Nyinyi sio vioo vya jamii. Watu wanawaita vioo vya jamii, wanakosea. Hata makontent creator mnaoigiza ngono kila siku, nyinyi sio vioo vya jamii, mnaharibu jamii. Hamwangalii jamii inaathirika vipi kupitia video zenu na nyimbo zenu, mnaangalia matumbo yenu, mnatoa video zonsa.